Yo, ebana, mambo ni vipi? Mambo ni gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Na story ambayo niko nayo ni kuhusiana na Abigail Chams, mwanadada ambaye ndo mwanadada pekee kutoka Tanzania ambaye anashiriki katika tuzo za BET katika kipengele cha Best New International Act ambayo ameteuliwa this time around, akiwa ni mwanamuziki pekee kutoka hapa hapa Tanzania ambaye anagombea kwenye kipengele hichi cha wanamuziki ambao wanaendelea kuchipukia kwa kasi duniani, akiwa anashindana na majina ambayo ni kama vile Sharipo kutoka Nigeria, lakini pia Maglela Doe boy ambaye anatoka Afrika Kusini, Odil ambaye anatokea Uingereza. Sasa moja kwa moja inaonekana kabisa swala la yeye yeah, yeah. Abigail Chams pamoja na hizi tuzo za BET, inaonekana kabisa kwamba wabongo ni kama vile tumeichukua kitaifa zaidi. Yote hii ni mara baada ya kuonekana kabisa kwamba kuna baadhi ya masta kibao ambao wao wamesupport Abigail Chams kuweza kuteuliwa eh, kuwa ni moja kati ya wasanii ambao wanagombea katika kipengele hicho cha Best New International Act. Sasa hata pia tumeweza kumwona pale eh, Young Lunya, lakini pia alionekana Balnaba eh, hata pia Harmonize pia jump in uh, kwenye baadhi ya page eh, kuweza kuinspire watu ambao hawajapiga kula wakapiga kula kwa Abigail Chams kwa ajili ya kuweza kupata hiyo tuzo ya BET. Sasa hata pia tuliweza kumwona mwana dada ambaye eh, eh, ni Vanessa. Ifahamike eh, kwamba ni way back kit, kitambo kinoma noma aliweza ku achana na masuala mazima ya uimbaji na akaamua sasa kutokomea huko Marekani e, na kuweza kuwa kama mz, mama mzazi kuendelea kulea watoto wake na vitu kadha wa kadha na biashara zake kuendelea kuzipiga huko. Sasa story ambayo imeibuka ni kuhusiana na huyo e, mwanadada Vanessa. Baadhi ya watu wengi sana wakiendelea kucomment kwenye page ambayo waliweza ku cooperate, e, yani kwamba waliweza kujumuika kwenye post moja ambao Abigail Chams kwenye ukurasa wake, lakini pia hata Vanessa Mdee wao waliweza kucollaborate pamoja. Sasa watu kibao wamecomment wakitaka kwamba Vanessa Mdee aweze kurudi tena upya kwenye game, kwa sababu watu wengi waliamini kabisa kwamba yeye ndo alikuwa ndo queen wa Bongo Flava kwa hapa Bongo, lakini baada tu ya kuweza kutokomea huko eh, na kuweza kuwa kama mama eh, mzazi akiendelea kulea familia yake na kuachana na masuala mazima ya muziki, sometimes ni kama vile alikuwa anajitahidi kudondoka dondoka kwenye movie, lakini sasa hivi ni kama vile alikuwa yupo zii. Sasa baadhi ya watu kibao wameendelea kucomment wakimtaka arudi, watu wengi kutoka Kenya, watu wengi kutoka Uganda, watu wengi kutoka Bongo wakimwambia kwamba rudi sasa, uanzishe pale ambapo ulipoishia. So kwa kuwe kama mdau wa burudani, unaweza ukatupa mtazamo gani? Lakini mbali na hapo, nikukumbushe tu hata pia Rais Samia Suluhu Hassan naye pia aliweza kujump in na kuweza kudrop light zake, kwa sababu light ndio kula ambazo eh, mwanadada Abigail Chams anaweza akapata sasa hiyo tuzo ya BET best international act, ambaye anachipukia kwenye game sasa hivi ya East Africa, lakini pia Afrika kwa ujumla. Tupe mtazamo wako kwa mdao wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? drop comment yako kwenye wanja comment hapo subscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao